Uchabusi huwa umuopa wetu, kwa kawaida kabla ya uchaguzi tulikuwa tunamuomba sana Mwenyezi Mungu, tulielekea sana kwa Mwenyezi Mungu kumwomba hatukoshe katika jambo hili na uchaguzi wetu upite kwa salama. Tuliomba dua nyingi, tulisemezana sana, bashauriana sana leo alhamdulillah tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu uchaguzi wetu umekita salama alhamdulillahi rabbil alamin. Na tulikuwa tunasema wakati ule, yako maisha kabla ya uchaguzi, yako maisha wakati wa uchaguzi, na yako maisha baada ya uchaguzi. Yale mawili ya yalishapita, yale kabla na wakati wa uchaguzi, yalishapita. Hii moja baada ya uchaguzi ambao watakusikia kupitia hadhara hii, niombe sana tuendelee kuilinda amani yetu tulio. Hakuna jambo zuri duniani pahala popote kama amani. Bila ya amani, huwezi kufanya kitu chochote cha maendeleo, wala huwezi kufanya kitu chochote kwa utulivu. Hata hii ibada ingekuwa hakuna hi amani, tusingeweza kuifanya vizuri. Umbilangu kwenu watukufu waislamu na wananchi wote kwa ujumla, tuendelee kuishi kwa amani, tuendelee kuishi kwa upendo na tuendelee kuishi kwa mshikamano. Suala la kudumisha amani kwa kila moja wetu ni la, imezungumziwa hapa umuhimu wa amani, namisitakininunie na hilo lakini nawaonba sana waislamu na wasiukuwa waislamu ndani ya Zanzibar yetu na ndani ya Tanzania kwa ujumla. Tuendelee kudumisha amani ili tuendelee na maisha yetu ya kawaida, na Mwenyezi Mungu atuwezeshe kufanya yale ambayo tumeyakusudia ya kuyafanya kwa salama na amani. Leo alhamdulillah, mtu yoyote mgeni hata akija akiambiwa chini ya mwezi mmoja kulikuwa kuna uchaguzi hapa, hakubali sababu haikuzoeleka hivyo ilizoeleka baada ya uchaguzi kwamba kuna matukio mengi yanatokeza, lakini leo alhamdulillahi, uchaguzi umefanywa kwa amani, tumemaliza salama. Yale mengine tena, kila mmoja ana maneno yake. Binadamu kwa kawaida, huwezi kumpangia maneno ya kusema. Lakini ushindi huu wa amani ni wa wazanzibari wote. Ushindi huu wa amani unapaswa kuendelezwa na wote ushindi huu wa amani unapaswa kurudishwa na, na wote. Tukifanya hivyo, tutakuwa tunaendelea kuitendea haki nchi yetu, tunaendelea kuwatendea haki wananchi wetu, lakini tunaendelea kutendea haki vizazi vyetu. Sisi tulirithi nchi hii kama tulipozaliwa, nchi hii ilikuwa na amani, si ndivyo jamani? Tuwachie vizazi vyetu ile siku Mwenyezi Mungu wavikovitali sisi tukiondoka kuwanji vizazi vyetu nchi ikiwa na amani nshallah, tumuombe Mwenyezi Mungu aidumishe amani nchi yetu na atupe moyo wa kuunganisha nafsi zetu tuwewamonya kwenye msimamo wa kurudisha amani.